Wa, kwa hivyo tunaanza kwa majina, anaitwa Ibrahim Ismail. Smail uh, mimi ni mzalia Kisii, saizi ni kokirii. Assalamu alaykum. Ni kwa majina ni Fajala Ramadan. Mimi ni eh, mimi ni Aluru

Salamu alaikum. Nasu Ramadhan, mzaliwa wa Kishi Aluru. Salamu alaikum, kwa majina ni Hamisa Muhamed ama Kadudu kutoka k

Sasa base inakuwa si. ni Kisii <coughs> kwa hiyo vile tumekutanika hapa ni familia ya kwa sababu tumekutanika hapa kwa mwaliko ya Raja Ismail. hawa ni mabinamu yangu, hawa nastaki kwenda. <coughs> Sasa vichwa vichwa ambayo mnatakikana kuangalia kabisa na kuzingatia. Naangalia ile mama amawaka mkononi hivi <laughs> huyu ndio kiongozi do... wenu na kweni yeye, sijui ni nyanya nyanya, aa, grandmother... wow. Uh, inaweza kuwa great grandmother, munawangalia haya yeah. grandmother mwingine ndio huyo. <coughs> Esara wega wado ni grandmother sawa sawa. Haya, hata na huyu mama, hiyo pia ni grandmother sawa. mm -hmm. Ukikuja huyo huyo, pia ni grandfather Farijala, Farijala nam, Farijala ni no? grandfather wengine ni baba sio? mm -hmm. mm -hmm. Tukikuja hapa. Naam? Malbo. Niko hapa <laughs> <laughs> huyo anaweza kuwa ni shangazi, inaweza kuwa nyanya mm. Lakini hawa wawili ni manya Nanyanya, nyanya. haya tukitoka hapo tunarudi hapa tunakuja mm. kwa huyu Sharif Nasu huyu ni grandfather mm. unamwona kweli ukitoka hapo tumeenda watuay tukikuja hapa umeakuja hapa hawa ni grandfathers. Oyu grandfather huyu grandfather huyu ni grandfather mengine ni mandugu my cousins na kadhalika na nlia tuko naye hapa ilianzishwa na mzee Ismaili Hajimara ikaanzishwa na mzee yangu ikaanzishwa na nyanya yetu mazami naa, ikaanzishwa na mamazina awa, ndioweka msingi lakini haikushika vizuri, so nyuma ndio Mwenyezi Mungu alitujalia tukaanza sasa kushikana. Tunakuwa na ugonjwa, tunakuwa na wagonjwa, tunakuwa na matanga na nyuma ilikuwa shida sana, sababu nime nimekuwa huyu ni kaka yetu sawa. So mara nyingi shida kama hiyo ikitokezea, tunakuwa, tunakuwa wachache sana, lakini alhamdulillah tumeongezeka, tumekuwa na watoto, tunaendelea kuwa na wajukuu ndo so, tunaendelea vizuri so, sisi huko Kisii tulianzisha hiyo kikundi ya Aluru, na ile kitabu nafikiri ni kama uliwacha, haiko haiko. Sasa tuliendelea, wako nyuma, lakini hata mwaka iliyopita hatukuendelea vizuri, ndo tukasema mwaka huu tuweke mkakati vizuri. So, tuna register na shilingi mia mbili ndio utakuwa ni Aluru, lakini tutakutambua namna gani? Ni ile register na kila mwezi unalipa shilingi mia mbili mia mbili hii. E, sahii tuko mwezi wa in, karibu sote hapa tumemaliza malipo ya Januari, Februari, March. Sasa itakapofika mwezi mwezi wa tano tarehe kumi inatakikana huo umemaliza malipo ya mwezi yai. Hii pesa zetu saa hizi, tulifungua akaunti yetu iko kwa hazina. Saa zingine tunakuwa na emergency, mtu ni mgonjwa, tuko na kifo, ni kama leo Jumapili tunaitana tunatafuta mbinu ya kusaidia yake. Kwa hivyo moja ndio hiyo madhumuni, alafu tulikubaliana kuanzia hii mwezi vile tunaendelea, mmoja yetu ambaye yu ameregister akiwa mgonjwa, kila moja atamchagia mgonjwa wa hospitali, si mgonjwa ya inda kama unatwambia mganga alisema. <laughs> <laughs> kwa hivyo kila moja atachangia shilingi mia tatu mia tatu iyo niom. Alafu tukiwa na matanga, kama mnaona, wazee wetu wengi wameenda, maboma zetu zimebaki hivi, sisi ndio sasa tumebaki. Kwa hivyo tunaitana yule ambaye hawezi kuja, lazima atachangia hiyo hazina. So mkiona saa hizi tumekuja mpaka hapa, tulianza mbali na huko. Tumeweka tunakutana kila baada ya wiki mbili mbili, zile maboma zetu za Kisii zote tunazunguka, tunazunguka hivi tukifanya dua kama kuna mtu yote yuko na swazi yuko na jambo anaweza kuuliza, alafu nipatiane nafasi ya kiombe tu changa hiyo pesa haraka haraka tumalize, mnaona duhu linakaribia. Tukitoka hapa itakuwa tumemaliza mambo ya mkutano. Nafikiria wengi wanajua, na mwanzo niliposema uliposema tu Ibrahim kijana Ismail, hii siku uh, yangu ya kwanza hudhuria ni hafla ya Aluru, nilikuwa nasikia tu lakini siko najua ni nini, ambapo sahizi nikiona hapa, hii si Aluru. Aluru tukiamua tukutane, nafikiria lori karibu sabini anaweza kuja hapa na hapa itajaa, kwa sababu kweli mimi nimefurahi sana kwa hii mswada mmeanzisha ambapo ya manufaa katika jamii, na ambapo siku za baadaye nitakana, tufungue ama si ama, kuanzia leo, sijui kama chairman, kuna group zetu tufungue WhatsApp kunae, iko hiyo, ni mzuri, ambapo kama kuna jambo tunawasiliana katika nini, katika WhatsApp na ambapo wale hawana simu za usapu basi wana- wanaambiwa. Ningependa kwamba chama tupige tupange, wakati mwingine tuwaite. Mimi pia ni wajukuu hata tayari, nafikiria nenda upata kitukuu tayari. Na, <tutu> natujajuanaba <tutu> Na, nafikiria natuja Na, tukipanga wakati mwingine tuitane sote hata kama ni Kisii tukuje kwa pamoja. Juanu, kwa wote nafikiria haya ndio mwanzo kwanza. Nashukuru, alhamdulillah. Hii ni neema nimepata, kwa kweli ni baraka kwangu, ila sio kwa uwezo wangu, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hmm, nashukuru hmm, namrudishia shukrani alhamdulillah. Wanasema kuwa kidole kimoja kivunji chawa. Vile watu wamekusanyika na vile watu wanajumuika kwa amani, hii ni katika njia moja ya kuleta vilevile pia amani na uwiano. Wanapokuwa na mfaruku wowote mtafaruku, hiyo inakuwa katika hali moja ile, mtafaruku kidogo inarudi nyuma na hii ni mara yangu ya kwanza, tuseme ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulikutana tu, hii mara ya pili ndo tunaona S nguvu ya Aluru, <laughs> nguvu ya Aluru. <laughs> Nguvu ya Aluru ndo tunaiona sasa inaanza kuinuka na umoja, na inshallah, na umoja huo mm -hmm, e, tunaomba izidi kuendelea inshallah uatana na Bwana Chea mara hapa, naona jitihadi zako, Allah akuhifadhi. Maanake kitu kama hii pia usifikiri wewe ndio unaifanya, inaongozwa na Mwenyezi Mungu, na kama amekubalia iendelee utaishikilia hivyo, na inshaallah tutakuwa tu nyuma yako, tuone famili hii ya Aluru ikiweze kunawiri na mambo yetu iwe sahali, iwe tunaendelea kama watu wengine wanavyoendelea. Nawashukuru kuja kwenu. Um, mimi nayangu. mm. mm. swali tu mm. mm. mm. nilishaingia kwenye chama ikaregista. mm. Sasa tangu ni rejisa, okay. Sijawapeana pesa, sasa sijui naanzia wapi. mm. naanzia jamii mm. mm. na kuna dada zangu pia wanakuja kunjiani, sijui watachelewa pia, wanataka kuja

anaa vizuri mnnataa kama memba mpya ameingia amelipa ile inafaa, sasa anaanza hii mwaka yenye tumeanza, ama ile mwaka yenye tu tunaanzaanzia asaaa mwaka huu ya pili, Asha ashamuuliza ashamuuliza katika kikundi kuna sheria. Ukisha register, hiyo ni unaandikishwa kwa register, alafu kuna ile malipo ya mwezi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Sasa itakapofika mwezi ya tano mwezi wa nne wa tano ya sita, kwa muda wa miezi tatu, kama uendelee na malipo ya mwezi, inakuwa ni kama umejitoa, umeji itakuwa umejitoa, ambapo shida ikifika kwako hatutakukaribia. Kikundi chochote kiko na <coughs> taratibu yake. Ndio sababu tumesema kwa kila mwezi, kama nimesema, mfano leo tuko kwa mwezi wa nne, itakapofika tarehe kumi ya hii mwezi wa nne, ndio mwisho ya malipo ya mwezi wa tatu. So wewe ni memba, kuhakikisha ya kwamba malipo yako ya kila mwezi